eni yangu ubuheri wa afya, ni kukaribishe kufuatilia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. langu jina ni Dessdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo anatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo yote ya maziwa makuu, katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, pamoja na ziwa Nyasa na hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi ambapo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha kuendelea kwa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya Dodoma na Singida pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo yanazunguka ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, huku maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na sasa, karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma, napo vipindi vya mvua vinatarajiwa. Kwa maeneo ya mkoa wa Mwanza, mvua na ngurumo inatarajiwa kuonekana katika siku nne zijazo, na kwa mkoa wa Kilimanjaro, vipindi vya mvua vinatarajiwa katika siku nne zijazo. Mkoa wa Mbeya, mvua na ngurumo inatarajiwa kuendelea kurindima katika siku nne zijazo. Wakati kwa mkoa wa Morogoro vipindi vya mvua na gurumo navyo vinatarajiwa. Mkoa wa Arusha mvua inatarajiwa katika siku nne zinazokuja. Naam, kutoka Mamlaka ya Hali ya Watanzania hatuna la ziada, hadi wakati mwingine, nikutakie usiku mwema.